Na mtazamaji, tukiachana na taarifa ya kutamausha, moja kwa moja tunaenda hadi katika majengo ya bunge, na kama nilivyokuarifu hapo awali, mtazamaji ni kwamba Rais William Ruto anatazamiwa kutoa taarifa kuhusiana na hali ya taifa katika kikao maalum cha mabunge yote mawili, na hotuba hiyo ya rais inatarajiwa kuangazia ma, mafanikio na changamoto za serikali yake. Hotuba hiyo pia ni ya kikatiba ambapo rais anawajibika kutoa hotuba bungeni kila mwaka kuhusiana na hali na mustakabali wa taifa kikosi kizima cha Steven Leto na Emmanuel To sasa kiko katika majengo ya bunge na kinaungana nasi mubashara kutupa taswira kamili, uh, kwako kwa Steven Leto two, one, two. Malheri, sababu ya ratiba ya siku ya leo. Ni siku ambayo Rais William Ruto anatarajiwa kutoa hotuba ya kila mwaka kwa bunge, mabunge mawili, mabunge la mabunge hey, hey, mawili bunge la seneti pamoja na bunge la kitaifa likiwa wa kikao kimoja mwendo wa saa nane unusu ndipo rais William Ruto anatarajiwa hapa, uh, katika majengo ya bunge uh, kutoa hotuba kwa taifa. Kwa hivyo uh, ni mengi ambayo yanatarajiwa hii leo, ikiwemo uh, masuala mbalimbali ambayo rais William Ruto anatarajiwa kuzungumzia kuanzia masuala ya kiuchumi, uh, masuala ya kiusalama kwa taifa uh, na mambo mengi tu kuhusiana na mustakabali wa taifa ambapo William Ruto anatarajiwa kutoa uh, mbele ya bunge la kitaifa na bunge la seneti. Kumbuke kwamba uh, Rais William Ruto alifanya kikao hiki uh, mwaka wa 2022, 2023, 2024 na hii leo kuwa mara yake e, nyingine tena ya kutoa hotuba kamili kwa taifa a, kupitia bunge. Tupo hapa na kikosi kizima cha runinga ya Citizen e, ki, nikiwa nikiwa nikiongoza mimi Stephen Leto, pamoja na Emmanuel To na Melita Ole Tengezi. Ni yepi ambayo tunatarajia leo a, To? Manake mwaka uliopita kulikuwa na ile tuliita surprise kwamba rais William Ruto alifika mbele ya bunge na kutupilia mbali na kupiga teke ndani kitu ambacho kilikuwa kina kisiwa kwamba kilikuwa kimeletwa mkwaruzano wa kisiasa uh, baina ya upinzani na serikali kuhusiana na ile Adani ama mkataba wa Adani kuchukua uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta na kufanyia ukarabati kwa zaidi ya miaka 25, na hiyo rais alipofika mbele ya bunge, alipiga teke mkataba huo na kusema kwamba amewasikiza wa Kenya na kuwa mkataba huo hautaendelea tena. Je, kuna surprise nyingine ambayo tunatarajia leo? Na bila shaka Leto, kama nilivyo ulivyoona picha za rais William Ruto jana akiwa kwenye afisi yake katika ikulu ya Nairobi. mm -hmm. Alikuwa anajipanga panga kujiandaandaa kujinadi kabla ya hotuba ya siku ya leo, kumaanisha labda kutakuwa na mabadiliko, kutakuwa na mambo ambayo unavyosema surprise mm -hmm. eh, yale ambayo rais atasema, lakini kulingana na vile ambavyo alivyofanya mwaka uliopita katiba uh, sehemu ya mia moja thelathini na mbili ya katiba ya Kenya inampa rais nafasi ya kuhutubia bunge kila mara moja kwa mwaka, na siku ya leo tunatarajia kwamba bunge la kitaifa litakuwa limejaa pomoni wabunge takriban mia nne wakikusanyika pale, kwa sababu bunge la kitaifa lina wabunge 349, lakini sita hawapo. Sita hawapo kwa sababu ya uchaguzi mdogo ambao unakuja wiki ijayo Alhamisi tarehe ishirini na saba. Vilevile upande wa seneti, wa seneti, naam kwa, na mm -hmm, hatuna seneta mmoja, seneti mmoja ambaye ni seneta wa kaunti nzima ya Baringo, ya Baringo, Baringo ya Keti. <laughs> <laughs> <laughs> Kwa hivyo kuna mingi ambayo tunatarajia na wabunge watakuwa pale, ange tayari nimeona umeshaanza kufika hapa bungeni mm, kuhakikisha kwamba wako pale kwa ajili ya taarifa hiyo ama hotuba ya rais, lakini lamno zaidi ni kwamba rais atakuja hapa kujipea alama mm. ile ambayo inaitwa scorecard mm. kwa Kiingereza ni mm. Nini unatarajia kwamba atakuwa na angazia zaidi? Bila shaka hotuba ya rais inajia wakati bado wanatia pembejeo kwenye serikali ya, ya, ya, ya mkataba wa pamoja ama broadbase. Uh, sasa hivi ndio wananyunyuzia maji na kunyunyuzia mbolea na pembejeo kwa, kwa jumla uh, kwa sababu upande wa chama cha ODM na upande wa chama cha UDA na Kenya kwanza kwa jumla wamefanya ule mkataba wa kufanya kazi pamoja. Kwa hivyo uh, mlenda leo tutakuwa tukiona uh, seri, uh, upande mmoja wa uh, broadbase na upande ule mwingine ambao uko the United Opposition na vyama vya upinzani ambavyo vimekuja pamoja, vikiwemo Wiper, vikiwemo DAPK, vikiwemo DCP na Rais William Ruto atakuwa anafika mbele ya vyama hivyo vyote ama mbele ya wabunge hao wote, uh, kutoa ama kunadi sera uh, tayari za serikali uh, bila shaka lazima tu, uh, uh, tumuone Rais akizungumzia swala la uh, nyumba za bei nafuu mm -hmm. ambapo anasema kwamba kwa baada ya kila uh, ama kwa kila uh, uh, hotuba ambayo anatoa amekuwa akipigia uh, debe sana uh, nyumba za be nafuu na. ikiwemo ajira ndani ya nyumba hizo ikiwemo uh, pia uh, vitongoji duni tu kupata uh, nyumba nzuri, na pia swala zima la uh, la uh, bima ya afya ya sha, sha. ambapo mba, mba, uh, hapo mm, jana mm, kulikuwa na uh, kikao mm, na ba, ba, baadhi ya uh, baraza la magavana wamekuwa katika kaunti ya Nakuru mm, kujadili swala zima mm, la uh, bima ya afya ya sha bila shaka mm. na pia rais jana jioni alikuwa na mkutano na w walipoushuru ilikuwa mm -hmm. ni siku sikuwalipo Mm -hmm. Ushuru jana akisema kwamba Wakenya wanafaa wajitegemee waache kukopa na kuomba fedha na labda kwa, mm -hmm. Katika baadhi ya miradi ya serikali kuna mradi ule wa ujenzi wa barabara ya moja kwa moja kutoka hapa Rironi hadi Mau Summit, eh, kilomita 175 ambazo zitakuwa zinajengwa. Rais alisema atakuwa anaanzisha, eh, baada ya mwezi huu. Na labda rais tarehe 28 na atakuwa anafika hapa pia kueleza mkakati huo utakuwa unafanyika vipi, bila shaka umesema kwamba kulipa ushuru ni kujitegemea. zogo, zogo

kidonda kikubwa katika serikali ni ushuru aa, manake ni ushuru. Kupitia ushuru ndiko, aa, serikali huweza kujitegemea na kupunguza madeni kutoka mataifa ya kigeni na vilevile vile kutoka benki za humu nchini aa. Kwa hivyo hapo jana tuliona kwamba alifanya kikao na wale walipa ushuru aa, na aa, zogo kabisa tumekuwa tukipata kutoka, aa, aa, kule kika, katika hazina ya kitaifa, the National Treasury, ni kuhusiana na mataifa ya ukusanyaji wa ushuru nchini na kupelekea kwamba uh, mapato ya kitaifa yanaenda chini na hivyo taifa linakosa kujimudu uh, kifedha uh, ki hivyo, kuanza uh, kufanya zile ombaomba omba na kupelekea mzigo wa, ma, wa madeni, na ikumbuke kwamba tumekuwa na uh, baadhi ya wabunge akiwemo uh, aliyekuwa mwenyekiti wa bajeti Ndindi uh, Nyoro ambaye ni mbunge wa Kiharu Aki uh, akilivalia uh, njuga sana uh, suala zima la madeni nchini na kusema kwamba kila siku tunalipa ama kila mwaka tunalipa zaidi ya trilioni moja uh, kulipa ile interest ya, ya madeni ambayo anasema si nzuri kwa taifa, na ni baadhi ya masuala ambayo tunatarajia Rais William Ruto uh, kwa kuhutubia bunge anakueleza uh, kwa Kenya jinsi uh, ama ni maka, mikakati ipi serikali yake inaweka mbele kuhakikisha kwamba imepunguza madeni uh, kutoka ma, mataifa ya kigeni na benki za umma nchini. Karibu kwa sasa limefika takriban trilioni 11.5 kwenda juu kupunguza deni hilo, lakini si uendelee mi, ukianza utani ukitoka, ama unataka tukuje tufanye bila hela.